Sema iak yeah, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru yeah, natazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari, hata ukamilifu wa dahari Mathayo 28:20. Inasema nini Mathayo 28:20? Na kuwafundisha kuyashika yote nilioamuru. Kwa hivyo Yesu aliambia wa mitume wakafundisha kanisa kushika yote niliyo wa nilio waletea, ambaye ni upendo, na wakifundisha kulingana na ujumbe wa Bwana. Elo, nataka tusikilizane saki, watu walio na nini, wakiafundisha alio yaleta, atakuwa pamoja na wao, atakuwa pamoja kwa Yesu. Asifiwe. Kwa hivyo kutokana na hiyo, kanisa ni lazima alielewe Yesu Kristo ako pamoja na wenye kutangaza upendo wa Kristo alio uleta duniani. Kwa hiyo kama utangazi upendo wa Kristo, the message of the cross about love. Yes, hayuko pamoja nanyi. Kwa hiyo hapa tukianza kutangaza kutangasa wacharo. Hello? Nikuja nikuambie Dennis ndiyo anakuroga, Yesu hayuko pamoja, hayuko pamoja na hiyo manabao. that's why walio pamoja na hiyo manabao ndio wanatangazwa wachawi, waganga, sijui ya saa ijakas <coughs> Bwana Yesu asibiwe sa ijakas <coughs> na kukamatia huyo saa ijakas wako leo Kwa Yesu asibiwe, elo jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo Yesu aliwaambia muka, mwende mkafundishe kanisa yote niliyowaletea, na akawapa e, e, mtiani pale, akawaambia mimi nimewatuma mkafunze kanisa yote niliyo waamuru basi pofanya hivyo mimi ndipo nitakapokuwa pamoja nanyi hadi mwisho wa safari. Haleluya! Basi ni wangapi walio na Kristo hata leo? Kwa hivyo ndio maana watu wengi hawatembei na Kristo. Kwa Yesu aesasi

Kwa sababu so, hauna upendo, basi hauna yeye. Uko wapi? Hauna yeye, uko wapi? Eh, Mungu uko wapi? Mbona ni kama umeniacha? Hello, hako kwa upendo na wewe uko na maadui. Am I talking? Hello together? together. Ulia inauliza Bwana uko wapi? Alisema naenda na kanisa mutaniona, bali naenda mutaingia. Ni wagapi wameingia? Ni wagapi wameingia wame, ni wagapi walio katika pema ya Kristo leo? Kwa wengi kwa hesabu ya mwili, lakini we are very few katika ulimwengu wa roho, tarikilio mbele ya mbingu. Bwana wa Mungu alituletea upendo, tukakataa ukweli wa neno Paulo. E, akakuja akatuambia, wengi watakataa injili ya kweli, wadanganyike na kusikiliza injili zinazodanganya, mahubiri ya kishetani elo, warasa wasifiwe, jina la Bwana litukuze. Na kweli mahubiri ya kishetani wajao, uwaganga, marabao, devoosha, majini, ndio tunasikiliza sana. Nikwambie, kuna mtu hawezi kosa siku ya wanono wangu Haleluya! Lakini siku ya ibada, siku ya ibada hawezi onekana. Ndiyo maana watu wengi wanataka kuonewa, nikae na mchungaji mpakwa mafuta wa Mungu. Nani alikwambia alipakwa? Alipakwa kama ako na upendo. He is anointed by the Holy mighty Jesus. But kama haina hana upendo kama akubiri neno la upendo, my brother, aliyepakwa mavuta ni ya Shetani, pakwa mavuta ni mavuta ya kuzimu. Hello. Am I talking? Waambia hata kama ni kufungwa, gerezani nitatangaza ukweli. Haleluya. Gerezani nitatangaza ukweli. Na my brother, ukisikia nikikwambia nitakutesi nikwambia unapokuja, niletee vitabu. Hello? Niletee nini?

kutangaza mapepo? Kwani ulitumwa na mapepo wewe? Kutokana na hiyo pia watu wengi wanaojidai wanao jiita wa Kristo, siyo kamwe, sio kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia, kutokana na hiyo wengi idadi dunia mzima 95% tunaosema sisi ni wana wa Mungu, ni waridi wa bingu. we are 1% out of 99% Hello, niliwambia neno ni kichungi na niranda wa asibiwe wasibiwe. Halo, tunawekwa kwa kichungi na hakuna anayepita. We umepita, hiyo kichungi imekuachilia? Je, we umepita? Tuniambie, umepita katika hiyo kichungi? umepita, Aha, umepita. Makofi, ipigia makofi. Lakini kuanzia leo kuanzia leo. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Mm. Njia ni nyembamba njia ni nyembamba, sio rahisi hivyo, lakini yule ndugu alituambia ni rahisi. Hello. kutokana na hiyo pia itatuonyesha idadi ndogo sana ya Wakristo duniani zima. Eeea imeangusha kanisa. My brother, mijengo imebomolewa, mijengo imeteketezwa, hesabu imechungwa, hesabu imetolewa. Yesu akasema hesabu yangu mawazo yangu si kama mawazo ya ya mwanadamu. Siangalie kanisa iko na watu milioni kumi kanisa iko na e, moja watu milioni tano Sikiliza kilicho pale. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo e, nasema hayo juu wengi tumevunzwa neno la chuki, uchawi wa kiroho. Basi nataka tumalizie na verse John chapter 2 7 to 11, mwisho wa safari, verse John chapter 2 7 to 11. Nawambie Bwana niyo kichungi ijani achelia Bwana, niko katika kifungo cha ja kutokuwa na upendo. Na baba yangu, ninaomba ukaniumpe watu wa worship, ninaomba e, tukaweze kupewa ujumbe utagusa moyo wa Bwana. John Chapter 2 Verse 7 11. Yasema nini? Yasema nini? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili. Ehe, wapenzi. Wapenzi siwaandikii amri mpya, Siwaandikii amri mpya ila amri ya ya zamani niliyoileta toka mwanzo, muliyokuwa nayo tangu mwanzo. Na hiyo amri ya zamani ni neno lenye lile mlilolisikia, neno lile mulilo isikia. Twende tena, nawaandikia amri mpya, neno lilo kweli ndani yake Kristo ndani yenu, wateule, giza linapita na ile nuru ya kweli imekwisha kung'aa. Yeye asemaye kwamba yumo nuruni, kwamba yumo nuruni naye amuchukia ndugu yakeak unipate yuko gizani hata sasa, sasa. yeye ampendaye ndugu yake, yake, nakaa katika, naka katika nuru wala ndani yake, wala ndani yake hakuna vizuizi anga imevunguka, bali yeye amchukiaye ndugu yake yu katika giza, tena anakwenda katika giza tena ajui aendako, kwa sababu giza imemnyang'anya macho. Rudia tena, my brother, hivi toka basi, naye unasema hivi. Sikiliza, yeye asemaye kwamba yumo nuruni naye amchukia chuki, ana upendo hapendi ndugu yake hata sasa, sasa. yeye ampendaye ndugu yake, yake. Akaa katika nuru aka ya Kristo katika mbingu katika makao na uwepo wa Bwana, wala ndani yake hamna kikwazo, bali yeye amchukiaye ndugu yake hiyo katika giza tena anakwenda katika giza wala ajui njia e, anayoipitia kwa sababu giza imemvusha macho yake. Elo Bwana Yesu asibiwe, kwani tunasomanga neno gani? Kwani na wewe uliambiwa ndugu yako ndiye mchana na ukaamini uliambiwa mama yako ndiye mchawi na ukaamini, lakini unajidai umeokoka na unamgoja Yesu. Yesu upi wako? ume umeumba na mikono yako, sio yule aliyetoka mbinguni. Aleluya! sio yule atakujia kanisa, labda utengeneze wako barake yeyote. Biblia iko wazi. John aliweka wazi, akataka kuonyesha ni nani anaenda katika nuru na ni nani anaenda katika giza. Wache upuzi. Hello. Hello. Hi, wa kiroho halo halo. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii manabii wa uongo wamejaa duniani, wamekuja kutenganisha ndugu na ndugu. Yesu akamaliza katika Mathayo kumi na mbili dhati akasema, asiye pamoja nami yeye kazi yake ni kutawanya, na aliye pamoja nami ukusanya. Ole wetu watu tunaosema tumeokoka, wale wetu tunaosema tunawachukia mandugu dada zetu na wanadamu Maraki aliye na chuki ana bwa hayuko katika mwangaza, yu katika giza. Elo, kwa hivyo tuelewe, Mungu anasema kama unamchukia ndugu yako uko gizani, tani ya ufalme wa sheta, warabi wa wako ama wako wako mamaji ama wako Mesiri, nina naongea uongo ama naongea ukweli? Manake unajua mimi natakanga kuprove what I'm saying is right. Kutoka mbinguni na siku jisivu ni kwa sababu nimepekua na nikaangalia na hii nilifanya, na inafanyanga sakaiu uungana na wahubiri wa kisasa Sipai shuki ya huyo ndugu, shuki wa huyo dada, uchawi kwa huyo mama, uganga kwa hiyo baba, itakujima mbinu, itakujima mbiu. Elo Bwana Yesu asibiwe, haleluya. Na wewe unayemchukia ndugu yako, dada yako, mama yako, shushu yako baba yako, umjui? unaye unayemngoja umjui? elo kana, Yesu asifiwe. Ni wangapi basi tunangoja Yesu? Basi Yesu anakuja duniani kufanya nini? Yesu anakuja kuokoa, kukuchukua, kuchukua kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Lakini nataka tuwe na woshi